Hii itakuwa the first mijikenda cultural gala, ieleweke kwanza, itakuwa chanzo cha safari ndefu ambayo itakuja iendelezwa na sisi na wengine watakaokuja, lakini nahitaji sana kwamba tuwe na siku mahususi ya jamii yetu ambao watakuwa pia wanafanya sherehe kama hizi. Tumekuwa na siku yetu inaitwa chenda chenda, lakini tukiangalia siku za majuzi, chenda chenda yetu sisi imeingiwa na siasa nyingi sana. Yani ile utamaduni kati ya ile siku umetoka, imekuwa ni kwamba hawa wakifanya sherehe yao Kaloleni, mimi ambaye nasikia la, na najihisi labda nikienda Kaloleni sitatambuliwa kwa sababu ya utofauti wa kisiasa, inabidi mimi nami niende nikaeke siku yangu Ganze na niseme bado ni chenda chenda, na watu wangu watakuja, watu wake yule wataenda kule. So tumepoteza mana, tutakasema we need now to have an inauguration of a special day ambayo we shall be celebrating the culture of the the indigenous people, the Mijikenda people tunaita the Mijikenda Cultural Gala na ya kwanza itakuwa hii ya, ya, tarehe 27, lakini tumesema kwamba kila cultural gala tutakuwa na timu yake, kutakuwa na lead team, kutakuwa na ma, maudhui makuu ya ya hiyo gala. So ya mwaka huu ni ya kumsherehekea nguli wa mziki wa bango, mwanzilishi wa mziki wa bango anayeitwa Mzee Ngala mwenyewe. Sasa hapo kwa creative economy, E, sisi kwa, kwa heshima ya mheshimiwa rais tume streamline maneno kikamilifu sana ndio maana hapa, mbali na muziki, tunatizamia kwamba zile agencies ambazo zinahusiana na mambo ya creative zitakuwa hapa. Kenya Film Classification Board, for example itakuwa hapa kuanzia kesho, itakuwa inasaidia wale vijana ambao wako na maneno ya filamu. Watakuja hapa na recording zao zile za mambo ya film, watakuja wafanyiwe classification hapa, watakuja wafanyiwe rating hapa. Kutakuwa na agencies tofauti zinazohusiana na, to na mambo ya creative economy na hasa hapo ndo tutaeleza e, mikakati ya serikali kuhusu na maneno ya muziki. Wana muziki wetu wa taifa la Kenya wamekuwa wanaumia. Labda moja ya tatizo ambayo labda inaweza kuwa limemsumbua Mzee Ngala ni kwamba maneno ya royalties yamekuwa ya na shida. Nyinyi mnafahamu kwamba Kenya hii imekuwa na wasanii ambao wamewika, wanasikika lakini ikifika siku ya royalty distribution, wanapata bahasha iko na shilingi 13. Coco na tatu FM ladha ya Pwani.